Vodacom, kazi ni kwako. Aprili 19, 2016, Bunge la 11 lilianza rasmi bungeni Dodoma. Mambo mbalimbali yalianza kujadiliwa, lakini ishu kubwa iliyochukua na nafasi ni hii ya waandishi wa habari kuzuiliwa kuchukua baadhi ya matukio ndani ya bunge. Na kukutanisha na Mwita Waitara ambaye ni mbunge wa Ukonga, Dar es Salaam, kitendo cha serikali sasa. Alitoa ali kauli ya kuzuia bunge kwa mara ya kwanza kwenye bunge lililopita, eh, ni mheshimiwa Nape Nnauye ambaye ni waziri wa habari. Sababu alizotoa ni kwamba eh, TBC kama televisheni ya taifa imekuwa ikitumia gharama kubwa, kwa hiyo serikali inapata fedha nyingi. Bora kwa kauli yake alisema kwamba vyombo binafsi vinaruhusiwa kutoa taarifa kwa gharama zao. Hayo, hiyo ndio ilikuwa mazungumzo siku na president taarifa bungeni ndio alioambia bunge, ndio alioambia Tanzania. Kipindi kile kilienda kwa, kwa Tanzania wakajua. Kwa bahati mbaya sana, na nafikiri makusudi kwamba waziri alidanganya wa Tanzania, waziri alidanganya bunge. Hapa kabla hatujakuja bungeni tuliona taarifa zinasema TBC haitaonyesha vipindi vyote badala yake itaonyesha kipindi cha maswali na majibu na vipindi vingine vitarekodiwa, vitatolewa kwa wakati mwingine. Lakini tukaona, maanake maelekezo ametoka serikalini akaenda kwa afisa habari wa bunge akatangaza eh, jana kwamba sasa itakuwa ni rasmi kwamba taarifa ya bunge itaonyeshwa na TBC

Eh, ni kuondoa watu katika zama ya utandawazi ama, na tekehama na kurudisha watu katika zama za, za ujima, kwamba hela bunge linaloendeshwa huko ndani watu wapo pigizani. Kwa mfano kipindi cha sasa hivi, kwa nini wanataka bunge lionyeshwe asubuhi, kipindi cha maswali majibu? Kile kipindi cha maswali majibu ni kipindi ambacho ni maalum, kwa sababu maswali, kanuni nasema utauliza utaandika kuuliza swali siku ishirini na moja. Maana yake waziri anachokifanya kwanza, anaita wataalamu wake, anatuma taarifa kwenye mikoa analuza kwenye, kwenye, kwenye, kwenye manispaa mbalimbali wanatafuta kama kuna mradi wa watu binafsi. Ni taarifa ambazo zimeandaliwa zimeandikwa vizuri, anazisomea alichoandika. Sasa mijadala ambayo unamshtukiza mtu mbunge anazungumza mambo konforma ya wasilisha mpango wa serikali, jambo kubwa sana. Miaka mitano ijayo, mabilioni yote ya fedha, kodi ya Watanzania itatumika kutekeleza mpango huo. Ilikuwa ni haki ya Watanzania kuona mpango na wasilishaji, maoni ya upinzani wabunge wanaje namna gani? Kwa sababu mpango huu umekuwa muda mrefu, hata viporo wabunge wazungumza. Sasa hicho kitu hakifanyiki, kwa kweli. Sasa kama kama kambi ya upinzani, ili jambo halijaisha, tutaenda kwa Tanzania, tutawashirikisha jambo hili. Ni jambo ambalo ni jambo baya katika nchi ya kidemokrasia. Kinachofanyika maanake ni kwamba wanataka wazuie watanzania wasipate taarifa, ili wawadanganye kama unakusanya kodi kwa Tanzania mtaani, kwa nini wakati unapanga matumizi ya kodi hiyo wa Tanzania usione mipango inayopangwa? Kama ulisha kusanya kodi za watu, umekopa fedha kwa kufia kwa kiongozi mkuu nchi, umekopa fedha katika mataifa mbalimbali, tunaambiwa kuna trilioni arobaini na moja. Maana yake hapo tunazungumza kila Mtanzania anadaiwa sio chini ya shilingi laki tisa, hata mtu mdogo ambaye amezaliwa leo, tunadaiwa watu wa Tanzania hii. Hicho kiwango kikubwa cha gharama kubwa na mzigo ambao Tanzania anapewa hawataki watanzania washirikisha wa bunge. Ni chombo halali cha kisheria, tena katiba inasema hiki ndio chombo pekee cha kuisimamia serikali kuishauri serikali na na mambo mengine, ndio tunapanga bajeti ya matumizi. Ni wakati gani tena tunaweza shiriki shiriki kuona mipango inafanyika? Kwa sababu maana ni kwamba hapa mambo yataenda ndivyo sivyo, fedha zitapangwa, wizi utaendelea. Sisi kwamba kama bunge tuliona tukihoji na afadhali wengi waonekana wananchi wakajua jambo hilo ambalo linafanyika, sisi tulilisemea, ili tuweze kutenganisha udhaifu wa bunge na udhaifu wa, kwa sababu kama nilivyotengenezwa Maanake bunge bunge lilikuwa halina maana, halina meno. Kama kuna watu wamefanya haitajulikana mpaka mtu aende akaye akawasomee. Hizo ni zama ambazo zimepitwa. Na kwa sababu tumefanya tutapanga timu. Kama watu ukawa, tuna organize, tutachangishana fedha, lazima tupeleke message kwa Tanzania. Ni jambo kwa kweli baya. Na tumekuwa vile ndiko kufuata kwa hiyo kitu kufanyika. Ni bahati mbaya kwamba wabunge wasisi wanaunga mkono. Lakini inachoeleka ni kwamba wanaogopa kusema. Tukikutana mtaani hapa wanasema ni jambo baya sana, naunga mkono. Lakini wanaogopa kufukuzwa chama kwa sababu ni msimamo wa serikali. Kwa hiyo hili jambo sio, kimsingi, sio bunge tu, bunge limeelekezwa na serikali, na serikali imeingilia uhuru wa bunge. Kwa hiyo hili bunge hapa lilipo halina meno, maana yake ma, serikali inaelekeza, wanapigia tu simu hapa, ndio kinachofanyika yeah.